Nina ifuta kwa damu ya Yesu, nina ifuta kwa damu ya kwa damu ya Yesu, kila maneno matamko mabaya nina yafuta kwa damu ya Yesu. Wako watu we Bwana, ambao wameendewa kwa waganga oh, wakatolewa na sadaka ili uchumi wao uharibiwe, biashara zao zao ziharibiwe, ndoa zao ziharibiwe, Baba, kwa jina la Yesu, ninaachilia damu ya Yesu uliyetupa katika madhabahu wasawa na Walawi e Bwana, o kumi na saba usalula kumi na moja umesema umetupa umetupa damu katika madhabahu umetupa damu katika madhabahu, umetupa damu katika madhabahu inayotuunganisha na nafsi yako, na mimi napeleka damu ya Yesu, kwa jina la Yesu kuzifungua nafsi za watu zilizofungwa. Oh, kwa jina la Yesu ninapita kwenye ulimwengu wa roho, ninapita kwenye ulimwengu wa roho, ninafungua kila nafsi iliyofungwa, ee Bwana. Oh, kwa jina la Yesu, ya yule mama anayetufatilia, yule kaka anayetufatilia Tilia, yule dada anayetufuatilia, wako watu Bwana Yesu, waliotoa sadaka zao, wanaotoa sadaka zao kwanjeka amri yako inazongoka uipeleka amri yako Bwana, kwa jina la Yesu, amri yako ni neno lako, nami nalipeleka neno lako Bwana yeyote anayetufuatilia sahi, Bwana aliyeambatanisha maombi oh, maombi yake na sadaka katakabasaya shandarabasika kwa jina la Yesu Kristo oh, ninatangaza kufunguliwa na kuwekwa huru. Ninatangaza kufunguliwa na kuwekwa huru. Ninatangaza biashara yake kufunguliwa. Ninatangaza doa yake kufunguliwa. Ninatangaza afya yake kuponywa. Ninatangaza biashara yake kufunguliwa. Ninatangaza kazi yake oh, kufunguliwa. Ninatangaza kupandishwa cheo hapa.

Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hayo mapepo yanayofanya vita na yeye hapo kazini, hayo mapepo yanayofanya vita kwenye afya yake, hayo mapepo yanayofanya vita, oh, kwenye biashara yake Lehi, na washamata na washamata na washa, na washa na washa, toka, achia biashara yake katika jina la Yesu. Oh, neno lako Bwana Yesu linasema katika Ufunuo Yohana kumi na moja na mstari ule wa tano na mtu akitaka kwa zuru moto toka katika vinyo vyao na kuwala maadui zao moto, akitaka kwa zuru hivyo ndivyo mpasavyo kuwaua. E Bwana kwa jina la Yesu, kila nguvu za giza zinazotangaza vita na watoto wako hawa wanaotufuatilia kwa njia mtandao Ai, ninatamka moto ninatamka moto ninatamka moto ninatamka moto. Haya mapepo ninayatamkia moto, haya majini ninayatamkia moto, aua uchawi ninatamkia moto, kwa jina la Yesu Kristo. Achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Oh, huyo mama aliyeweka mkono wake kifuani, oh e Bwana, kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, ugonjwa wa kifua kikuu ninatangaza leo, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia. Toka mwachie kwa, hey, kwa jina la Yesu, hayo mapepo ya magonjwa, hayo mapepo ya TB, hayo mapepo yaliokaa kifuani, ninatangaza dakika hii, nachilia moto juu yake, nachilia moto juu yake, nachilia moto juu yake, nachilia moto juu yake. Ewe pepo liokaa kifuani, kwa jina la Yesu Kristo, toka achia, kwa damu ya Yesu rapasaka, kwa jina la Yesu. Ee Bwana ninaomba Ha, neema yako neema yako ya kuinuliwa e Bwana oh, juu oh, ya huyo anayeomba kuinuliwa hapo apokazene, dakika hii ninaiomba hiyo neema yako hiyo neema yako kwenye biashara o oh, ya msikilizaji anayetusikiliza sahi neema ya kwako Bwana, neema ya kwako Bwana, neema ya kuinuha ambayo Paulo alisema kwenye Wakorinto wa kwanza mulango ule e Bwana oh, mulango ule wa kumi na tano na msali ule wa tisa, iyo neema ya Mungu iliyokuwa kwango neema ya Mungu iliyokuwa kwangu haikuwa bure, bali nimezidi sana kuifanya kazi ya Bwana oh kupita wao wote. Nami ninaomba hiyo neema ya Bwana oh kwa mtumishi wako anayetufuatilia, neema ya maongezeko, neema ya kuinua, neema ya, ya kupewa kibali. Bwana, ikazidi kwake, ikaongezeka kwake, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema Zaburi 45 na wakali ule wa saba, kwa kuwa umeipenda haki, umechukia umechukia uovu oh, nami nitakupaka mafuta nitakupaka mafuta ya furaha kuliko watu wengine e Bwana, kwa jina la Yesu, wako watoto wako Bwana wamechukia uovu, wameipenda haki, lakini wamekutana na vita kwenye lango la kiuchumi, wamekutana na vita kwenye lango la kiafya, wamekutana na vita kwenye lango la ndoa wamekutana na vita kwenye lango la elimu. E Bwana, walipenda haki, o, walipenda haki, wametangaziwa vita, wametangaziwa magonjwa, wametangaziwa mauti, wametangaziwa kufirisiwa na nguvu za giza, kwa sababu Bwana, wamelichagua jina lako na neno lako linasema eli kulichagua jina jema kuliko fedha Baba, kwa jina la Yesu ebe, akawapigania vita, tembea Bwana kawapigania vita, tembea Bwana, kawafungue kwa jina la Yesu, kawafungue kwa jina la Yesu, kawafungue kwa jina la Yesu, kawafungue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Oh, wako wengine wanakutana na vita ya kufika kwenye huduma hii, Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kila mamlaka za giza zinazofanya vita ya kuwazia watu, hayo mapepo yanayofanya vita ya kuwazia watu Oh, e Bwana, wasije kwenye huduma hii kwa jina la Yesu Kristo. ninapita kwenye ulimwengu wa roho. Oh, Paulo akasema ya kwamba ninapigana vita oh, ninapigana ngome, si kama mtu apigaye hewa. na mimi ninapita kwenye ulimwengu wa roho, ninafanya vita na haya mapepo na haya mapepo, nafanya vita kwa jina la Yesu. neno lako linasema, e Bwana, katika Isaya na tesa emoo kwa jina la Yesu, amenifanya kinywa changu kuwa kama mshale kuwa kama mshale kuwa kama mshale kuwa kama, kama mshale na mikono yangu kuwa upanga mkali. Ninapita kwenye ulimwengu wa roho ninafyeka kila aina ya mapepo urapa saya na kila ebana mazabau za giza zilizosimama zilizoachiliwa mamlaka kutoka kuzema ili kuzuia kufanya vita na huduma hii. E Mungu, kwa jina la Yesu. Dakika hii ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, ninapeleka moto, nina repo shaka kwa jina Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Achia watu, achia watu, achia watu, achia watu, achia watu enye mapepo, achia watu, repo shakata. Neno lako linasema, e Bwana, mwombeni Bwana wa mavuno apeleke, apeleke watu apeleke watu Yesu kwa jina la Yesu. Tena umesema katika Zaburi ya pili, muombeni Bwana naye atawapa mataifa. Ee Mungu kwa jina la Yesu, umesema muombeni Bwana naye atawapa mataifa. Ee Bwana kwa jina la Yesu, tuko mahali hapa Bwana kuliomba jina lako, kulitia jina lako kwenye madhabahu hii, ili wale waliozuiliwa wao wasikutane na hatima yako. Ee Mungu wasikutane na hatima yao kwenye maisha yao. E Bwana, waliozuiliwa wa wasifika kwenye huduma hii siku ya leo Bwana, hizo nila hivyo vifungo ninavikata, ninaviarepa, ninavifonsha, ninaviarepa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kiza oshapata Oh, reposa hiyo ndio o ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo. Endelea kupangua, endelea kuondoa kila giza, endelea kuondoa

Sawa na Zaburi ya mia na nne bwana ule mstari wa nne eh bwana mabwana huwafanya malaika zake kuwa pepo Na watumishi wa Mungu kuwa miali ya moto Rapa seke te ninaachilia moto Kwenye anga ulioko Raka yanda rabo sheke Kila giza tweka tweka Kila giza tweka Linalokuzuia usaidie kwenye maombi Na pangua Na pangua Na pangua Rapo se te te naachilia moto naachilia moto, naachilia moto, kila roho za giza toka, toka, toka, toka, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo

inakutoa hapo ikongofia Mungu, ra pa pa pa pa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila nafsi iliyofungwa kwa damu ya Yesu, natuma moto kwa damu ya Yesu, inafungolewa inafungolewa, ra pa pa pa pa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, wolo zwelewa autazwelewa autazwelewa autazwelewa rapa pa rapo shekete, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu inatikisa, inapita hapo e, inatoa e, kila giza, kila uganga, kila uchawi, kila ushirikina, toka chia, toka chia, toka chia, rapa sakata na ipambanisha na, na nguvu ya Mungu e o nguvu ya kichawi inekusuia e, enekulinda toka hayo mapepo yanayolinda toka. Achia, achia. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, toka achia kila uzito. Ninaondoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kila giza toka achia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu natuma damu ya Yesu Kristo raposa tata nacilia moto. Kwa damu ya Yesu nafsi zilizokamatwa kwa jina la Yesu

Sante Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ee Mungu wa majeshi, kutana na watoto wako mahali hapa, Ee Bwana. Katika jina la Yesu. Naomba neema yako kubwa kila anayekuja mahali hapa akakutane na wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ee Bwana mabwana, neema yako ikawe juu yao. Kwa jina la Yesu. Kila mmoja atakayekuja mahali hapa, Ee Bwana, akakutane na muujiza wako. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Mungu wa majeshi, asante Bwana, kwa jina la Yesu. Sante Mungu wa majeshi, sante kwa ajili ya kongamano, Mungu wa neema, sante Mtakatifu, achilia neema kubwa, kwa jina la Yesu. Asante Bwana Baba, nakushukuru katika jina la Yesu. Tumenda kuma na kuamini Mungu umetenda, katika jina la Yesu, Amen.